Tena, maafisa sita wa shirika la huduma kwa wanyamapori katika mbuga ya Nakuru wanatarajiwa kushtakiwa katika mahakama ya Nakuru kufuatia kupotea kwa mvuvi mmoja katika mbuga hiyo. Brian Odhiambo aliripotiwa kutoweka tarehe kumi na nane mwezi Februari mwaka huu mikononi mwa maafisa hao baada ya kukamatwa alipokuwa akiingia katika mbuga hiyo kwa shughuli za uvuvi. Kutoweka kwake kulichochea maandamano ya siku kadhaa mjini humo. Evans Asiba yuko katika mahakama hiyo na anatupasha maelezo zaidi moja kwa moja, Evans. Naam, Nimrod, uliyosema ni hakika kwamba hii leo huenda ikawa afueni kwa familia hii ya Brian Odiambo, eh, baba watoto wawili mwenye umri wa miaka 32, baada ya miwili, eh, kupotea kwake mikononi mwa maafisa hao wa KWS. Ah, hii ni tu ni afueni kwa sababu huenda sasa ile katika safari ya kutafuta haki, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na, na familia pamoja na wakili wa familia hii, ni, niseme tu kisa ambacho kimevutia wengi wakiwemo wakazi wa hapa Nakuru, viongozi familia na wanaharakati wote wakiwa mbioni kujua pengine ni nani aliyechukua Brian na nia ilikuwa ipi. Ndio tu hapa, wakili, ukianza kwa kujitambulisha. Tunajua kwamba kwa zaidi ya miezi mitatu mmekuwa katika safari ya kumtafuta Brian, e, tangu Januari tarehe 18, hadi hii leo hakuna anayejua alikoenda. Vipi kufikia sasa hii leo sasa? Um, Eric nashukuru sana. Kwa majina anaitwa Abuya. Uh, mimi ni wakili wa familia ya Brian Odhiambo pia nimekuwa katika hii harakati kwa maagizo ya NGO, shirika la kupigania haki za kibinadamu la Imlu, pamoja na lile la Voco Africa uh, tumekuwa hakika katika hii shughuli ya kupigania haki za familia ya Brian Odhiambo na vilevile, uh, vile kumtafuta Brian ambaye alipotea na hata hajapatikana hadi kwa sasa tangu tarehe 18 Januari eh, mwaka huu. Uh, leo hii eh, zile investigations ambazo zimekuwa zikiendelea uh, ni kama zimefua dafu kidogo, kwa sababu wale maafisa wa KWS ambao naamini ni maafisa sita ambao walikuwa wame ambao ndio washukiwa, wa, washukiwa wa kupotea kwa Brian leo watafikishwa mahakamani uh, wataweza kusomewa mashtaka yao kisha kutoka hapo uh, the trial process uh, will begin we are aware uh, that uh, they were arrested they have been out on a free bond that's what we we were told they have been out on a free bond. Uh, now they are being arraigned in court today uh, for the the offense I'm, I'm told the dci did inform me

pengine ni safari ambayo imekuwa na changamoto zake si haba. Pengine weka wakili, mambo ambayo mmepitia tangia tarehe 18 mlipoanza safari ya kumtafuta kotini na kwingine ambapo mmefikia sasa hivi. Ni mwito gani ulionao kwa serikali kusana swala visa kama hivi ambavyo vimekuwa vikiripotiwa haswa katika mbuga hiyo? You know, Eric, uh, the, the process has not been smooth. Haijakuwa rahisi uh, na sababu ambayo haijakuwa rahisi labda ni, kwa sababu wale ambao ni washukiwa uh, wamekuwa watu ambao wako katika uh, let's call it a place of uh, privilege and authority uh, you have law enforcers uh, now who are violators of the same law and so it becomes a challenge it becomes a little difficult uh, but you see uh, there is something about Kenyans generally They're Unrelenting and dying spirit to fight for what is right. Na kwa wale ambao ni maafisa wa serikali, uh, you see we keep saying this. When uh, at the end of the day you go back to your homes you are brothers you are sisters you are fathers mothers you are relatives I mean, uh, you are human beings essentially. C- can you just for a moment do what is right?

Yes, thank you so much. Asante, tupate sauti pengine ya familia weka a bibie eh, Brian. kwa miezi mitatu mmekuwa katika safari hii hii, leo naona kwamba pengine kuenda ni afueni kwenu mm, kwa ile safari ya kujua alipo au haki kwa bwanako. Sauti yako ni gani? Mimi nashukuru Mungu kweli, au KWS ameshikwa na kesi imeanza lakini mimi kitu bado ndashinda tu, tu nikisisitiza, mimi nataka bwana wangu, nataka baba watoto wangu, juu watoto wangu watoto wangu wajaamini ukweli baba wao yuko juu. Kila siku usiku na mchana mchanani, mam, dada alienda wapi? Mam, dada alienda wapi? Mam, wapi baba yetu? Mam, siku hizi kwani uende maandamano kutafuta dad? Ulichoka kutafuta dad? Mi kitu naweza omba tu na kitu naambia, au wenye walichukua bwanangu waulizwe kwenye walieka bwanangu, at least nipate closure, at least watoto wangu wajue kwenye baba wako ni either, watupatie Brian. Mi bado nasisitiza tu tunataka Brian either dead or alive, na bado tunataka justice ya Brian na watoto wa Brian. <coughs> Mama Brian, mchungu wa mzazi aujuai ni mama. Pengine wewe kama mamake Brian umekuwa katika ile uchungu wa kubali kwamba mwanako pengine hapatikani, alipo ujua alipo. Hii leo kwako kwa ina ishara gani, kwa hii muda Brian amekuwa akitafutwa? Nimekuwa na siku mrefu sana na nimekuwa na maswali mingi sana yenye haisina si majibu tangu mtoto wangu apotee Nimekuwa na safari ndefu sana kwangu, sina amani palipopote nikienda. Wenye wanaongea wanaongea, lakini yote nimewachia Mungu. Sasa kitu naomba kwa saa hii, tumekuja kotini, KWS walishikwa na ninaweza omba serikali wafanye kezi yao, wakiwe ndani, wasiwaachiliwe. Juu hata mimi niko na uchungu kama mzazi, awa pia ni wazazi kama mimi. Hata wenye hao wenye wameshikwa ni wazazi kama mimi. Mimi niko na uchungu mingi mpaka nilisema Mungu anipiganie hii vita. Juu hii vita ni kali yenye hata binadamu hawezi piga. Ni Mungu tu anaweza nipigania. Nipate haki ya mtoto wangu, nimpate hata kama alikufa hata kama bado wako hai. Sisi Wajaluo tutupagi mtu kama mdogi. Lazima tupate huyo hata kama walimuua niende mweke pahali nimzike. Naomba tu. Naomba tu. Pengine, Halid Hussein kutoka Vocal Africa, umekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba familia hii na pia Brian amepatikana au haki imepatikana, sauti yako ni gani? Hile nam, asante Asiba. Kwetu sisi tunasema hatua hii ya kuwakamata hawa washukiwa sita ni hatua muhimu sana katika kupata haki, lakini swali ambalo bado tunauliza ni Brian yuko wapi? Bado kama familia wanataka kujua Brian yuko wapi au wapewe mwili wake. Na tunajua hizi shida ni mingi ndio kwa maana hata pamoja na familia tulifika hadi kule Senate tukapeana petition. Ndio pia tunawauliza wale ambao walipokea hiyo petition. Senator Omtata, Senator Faki na Senator Maanzo. Jamii inawahitaji huku chini ili tuweze kuyatatua yale yote ambayo yana, yana kiini cha haya mambo. Kwa hivyo tunawaomba senators waje huku chini ili tuweze kutatua, lakini leo tuko kotini, ni hatua muhimu tunapiga katika kutafuta haki ya Brian na bado tunauliza lile lile swali, Brian yuko wapi? Tupewe Brian ama tuambiwe mwili wake uko wapi? Sauti ya mwisho hii itakuwa kiongozi mmoja, wale ambao umewakilisha viongozi wa hapa Nakuru, Daktari Pite, ambaye pengine mumekuwa hapa tangia kisa hiki. Hii leo pengine mna ujumbe gani nyika viongozi wa hapa Nakuru? Asante sana. Ya kwanza, asiba, hakuna mtu ako na ruhusa dunia hii kuchukua mtu, kuficha mtu ama kutoesha mtu, nobody has a right. Uhai ni wa Mungu na maisha ni ya Mungu, kwa hivyo tunasema hivi, na mimi nataka nikuambie hivi, yote ambaye ananitazama, it can inaweza kuwa wewe dada yako, ndugu yako, wewe ambao unanitazama. So, lazima tuchukulie jambo hili kwa uzito, tutafute suluhu kwa niaba ya watu wote wa Nakuru. Ndio maana mimi niko hapa kusema, haki ya Brian lazima tuifuatilie mpaka mwisho. Na mimi nasema hivi, umesikia mwenzangu amesema, kwa sababu sisi tunafanya kazi, tuna support viongozi hao, mashirika yote ambayo si ya serikali, media, e, watu wote ambao wamejitolea, mawakili, timu yetu ya mawakili hapa, na tunasema tafadhali, bunge, kuna petition moja imewekwa Senate, ingine imewekwa national assembly. Tunataka wa form joint committee wakuje hapa mashinani, ndio yote wengine wamepotea, liwekwe wazi. Tafadhali kamati ya bunge, watu wengi, watu wengi wamenipigia simu hapa, wapi? Haya basi, kwa ajili ya muda hatutakuwa na mahojiano zaidi hayo, lakini mlivyosikia wote hao, swali likiwa ni wapi alipo Brian Odhiambo aliyepotea tarehe kumi na nane mwezi Januari akiwa katika mbuga ya wa wanyama ya Nakuru, wale ambao miongoni mwa maafisa ambao walitiwa eh, mbaroni eh, siku ya Jumamosi, mmoja wake ni, ni Abdulrahman Ab, Ab, Ali Sudi, Isaac Ocheng, Evans Ocheng, Evans Kimao, samahani, Michael Wabukala na Alex Lorogoi, ambao ni miongoni tu wa sita, maafisa hao sita ambao wanatarajiwa hii leo watakuwa wenye kufikishwa mahakamani na kusomea, watakuwa wenye makini kujua ni mashtaka yapi watakayokuwa wakipata hii leo kuhusiana na swala hili nzima la kutopatikana kwa Brian Odhiambo ambaye alipotea tarehe 18 mwezi Januari kutoka kaunti ya Nakuru. Kazi kwako Nimrod. Mimi Evans Asiba.